Israel inasisitiza kuwa itaendelea kuzuia misaada ya kibinadamu kuingia Gaza ambako shambulio la kijeshi limeligeuza eneo hilo kuwa kaburi la halaiki. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa unatahadharisha kuwa hali ya kibinadamu huko Gaza ni mbaya. Kwa upande wake, kundi la Hamas limeukataa wito wa kusalimisha silaha. Mengi zaidi ni katika mkusanyiko uliotayarishwa na Thelma Mwadzaya. Israel imesitisha usafirishaji wa misaada ya kibinadamu kuingia Gaza tangu mwanzoni mwa Machi. Wakati hali ya kibinadamu inaendelea kuvurugika, duru zinaeleza kuwa mapambano ya Jumatano yamewaua watu wasiopungua 11. Kwa mujibu wa waziri wa ulinzi wa Israel Israel Katz, nchi yake itaendelea kuzuia misaada kuingia Gaza ambako watu milioni 2.4 wanakabiliana na mashambulizi. Taarifa yake inaelezea kuwa hiyo ni njia moja ya kuishinikiza Hamas. Kauli hizo zinaungwa mkono na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, na kwamba ndiyo njia kuwa kuwa ya pekee ya kuwasukuma kuwaachilia huru mateka 58 wanaozuiliwa Gaza. Wakati huo wa huo, shirika la madaktari wa kujitolea Medecins Sans Frontieres, MSF, limeeleza kuwa operesheni hiyo ya kijeshi ya Israel na uzuiaji wa misaada umeufanya ukanda huo kuwa makaburi ya pamoja ya Wapalestina na wanaowasaidia wa. Kwa mujibu wa mratibu wa MSF Aad Baagole, Wapalestina hawana sehemu salama na wanaowasaidia wanatatizika kwa kiasi kikubwa. Suhair ni mwanamke wa Kipalestina aliyelazimika kuyahama makazi yake na aliyempoteza dadake kufuatia mashambulizi hayo yaliyosababisha pia vifo vya watoto. tulikubaliana na njaa, hasara, kuzuiwa kwa bidhaa na huduma muhimu. Tulikubali pia kufiwa na baba, mama na jamaa zetu, lakini nini kosa la watoto hawa ni nini? Kwa upande wake Umoja wa Mataifa umetahadharisha kuwa Gaza inakabiliana na hali ngumu ya kibinadamu tangu mapigano hayo kuanza Oktoba 2023. Kwenye taarifa yake shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA inaeleza kuwa bidhaa zijaingia Gaza kwa mwezi mmoja unusu, na kuna uhaba mkubwa wa dawa, maji, nishati na bidhaa nyingine za matumizi. Yote haya yakiendelea, mahakama ya kimataifa ya haki ICJ kusikiliza Aprili 28 kesi ya kuamua wajibu wa Israel kwenye mzozo huo mintarafu kupatikana kwa mahitaji ya dharura ya raia wa Kipalestina. Hayo yanaendana na azimio la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa la Disemba. Kwa upande wake Hamas imekuwa ikirejelea kauli yake kuwa vikosi vya Israel viondoke Gaza bila masharti, ndipo kuwe na makubaliano ya kudumu ya kusitisha vita.